Tulitenga milioni sabini lakini kati, kati tukaona haiwezekani kupeleka milioni sabini Kashishi, tukaamua kuibadilisha ile figa. Tumeleta milioni 238 ndo zimetengwa, na fedha hizi wananchi mwajulisha tu kwamba zinatokana na mapato ya ndani. Huu usimamizi tunatoza magunia hapo mengi, tuone wa wananchi wote Wakashishi wanatakiwa wawe wadau kushiriki, kwa sha kwamba kama tunamwona mtu anatorosha basi wewe wa kwanza kutoa ushirikiano kwa wataalamu wanaosimamia, kwa sababu fedha hizi zinatokana na haya uzalishaji wetu wa mazao ya, ya, ya karanga, mahindi, mpunga, tumbaku, utozaji wa ushuru wa, wa, wa, wa ng'ombe kwenye minada yetu. Tumezikusanya tukasema kwenye hili kundi tupeleke Kashishi, kwa Kashishi imenufaika na mpango wa ukusanyaji wa mapato kwa asilimia. Tumeleta awamu ya kwanza ambayo itajenga toka kwenye levo ya nafikiri na plastiki. Kwa hiyo sasa spidi yao wao atakupelekea ilaigia pesa njitolewa ni, ni. Kwa hiyo tunachowaomba sana sana nani mtendaji na we afisa masuhuli, yani mwhakikishe kwamba mnajipanga vizuri mfanye kazi kwa malengo mkamilishe hili jengo kwa muda mfupi tunavyotarajia, alafu hizo fedha nyingine kwa ajili ya hatua nyingine zitafika. Lakini wewe kama, wawo... kama mwenyekiti wa halmashauri, nikupongeze sana kwa ajili ya kuweza kutoshika mkono katika kituo chetu cha kata ya Kashishi ambacho kitahudumia na kata zingine kwa kusukuma pesa ambazo ni milioni mia moja lakini najua bajeti ya mwaka tunaoendelea nao umetenga shilingi milioni 238 kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha afya Kashishi, lakini zilizotangulia kama kianzio umetupa milioni mia moja ambazo leo umeshuhudia tayari zimeanza kufyatua tofali. Hongera sana kwa hatua hii ambayo mwenyekiti umetuwezesha, lakini mshukuru mkurugenzi mtendaji wa halmashauri pamoja na timu yake ya wataalamu. Ndugu zangu, ukiyaona mambo kama haya, inamaana idara zote za wataalamu katika vikao vyao vyote, inamaana wameshalizia kwa pamoja kwa ajili ya kutuunga mkono. Bila ya wataalamu wale kukubali, huwezi kupewa mradi kama wataalamu wangu, nifikishieni salamu kwa mkurugenzi, japo leo yupo mwakilishi. Ninawashukuruni sana kwa kuweza kuibua na kutenga bajeti kwa ajili ya kuleta Kashishi, milioni zote hizo mia mbili thelathini na nane, wakati mmetupa kama advance milioni mia. Hongereni sana, na niombe mkirudi tena kwenye vikao vyenu, basi endeleeni kukiangalia kituo cha afya Kashishi, kwa sababu Kashishi naijua. Mheshimiwa thamba... mwenyekiti mimi mwana CCM hapa. CCM oe. Kwa Kashishi sisi hapa mkitupa miezi miwili mheshimiwa mwenyekiti hali itakuwa nzuri sana. Itakuwa nzuri sana. Tumekagua miradi mingi sana Kashishi. Kwa <laughs> oh, mimi naomba mheshimiwa mwenyekiti, niwaombe wananchi wa Kashishi viongozi hapa mliopo hapa, mliopo, hapa ni barua. Niombeni msimamie hizi fedha kwa umakini sana. Waheshimiwa wanapiga kelele sana. Jamani hizi fedha sio kwamba pote zipo. Eh, kwa mkipata bahati kama hii hapo. Anasema likiwako unafanyaje? Unaanika sasa ni muda wenu, mzitumie mzi hizi fedha kwa uangalifu, lakini mzisimamie, ili kazi hii sasa mlioitaka ikamilike. Ujio wenu kwetu ni faida na faraja pia, hata wananchi ambao walikuwa wakihangaika huku na huku na watendaji kuchangishwa michango kwa leo hii, kwanza wakishaona msafara wa magari haya, watasema ama kweli, kumbe viongozi wetu tulikuwa tunawatuma na wenyewe walikuwa wanafikisha ujumbe na umefika mahali husika. Mimi nipongeze sana na nishukuru sana. Najua huu ni mwanzo wa kumsaidia mama mwenzangu, ingawa mimi kwa umri wangu sasa hivi naitwa bibi, lakini kuna watoto niliozaa na wale watoto wameanza kuzaa, kwa hiyo nitakuwa napata wajukuu bora na vitukuu bora.